Hujambo na karibu katika DW Kurunzi Live, kipindi cha kila wiki kinachomulika masuala mbalimbali yanayoendelea katika jamii. Mada yetu leo ni siasa na uongozi. Homa ya uchaguzi inaanza kushika kasi huko Tanzania. Tunakuuliza je, mwamko wa vijana ukoje katika kushiriki uongozi wa kisiasa kuelekea uchaguzi ujao nchini Tanzania? Toa maoni yako kwa kutuandikia hapa kwenye Facebook na YouTube, tafuta DW Kiswahili. Mimi ni Bruce Amani na mimi ni hawabihoga Karibu katika Kurunzi Live. Hawa, Oktoba 28 mwaka huu ndio tarehe ambayo taifa la Tanzania litawachagua viongozi wapya wa nyadhifa mbalimbali za kisiasa. Ni tarehe ya uchaguzi mkuu kuanzia ngazi ya chini kabisa ya udiwani hadi ubunge na mpaka kwa nafasi ya urais. Ukitimiza kila, ama ukitizama kila kona e, kwenye mitandao ya kijamii hasa utashuhudia kwamba gurudumu la kuelekea uchaguzi mkuu limeanza sasa kukimbia kwa kasi kwelikweli. Vyama mbalimbali mbali sasa hivi vimetoa joto, limepanda, kipima joto kinaonyesha joto limepanda. Limepanda. Mm. Ukitizama eh, vyama vya mbalimbali vinatoa fursa kwa wanaotaka kugombea wajitokeze, wachukue fomu zao, wajaze vizuri kwa kutimiza vigezo kisha warejeshe. Chama tawala, CCM, tumeshuhudia watu wengi, lakini sasa tunauliza, ukitizama eh, eh, kuna wimbi kidogo ambalo vijana wanajitokeza kuchukua fomu kwa ajili ya kutia nia yao mapema mapema tu. Uh, hii unaangaliaje? Kwa upande wangu nina itathmini kwa namna mbili hmm, hadi tatu. Kwanza, hamasa ya vijana imeongezeka, lakini pili, elimu ya uraia miongoni mwa vijana imeongezeka. Tatu, vijana wana uwezo sasa wa kujitathmini na kuona kwamba wanafaa Mm. kuongoza kundi fulani la watu au kuwawakilisha kundi fulani la tatu la, la watu, lakini pia kuchoshwa na uongozi uliopo, sura zile zile katika vyama vya kisiasa mm. mm. lakini kando na hapo, mitandao ya kijamii imechangia kwa kiwango kikubwa, vijana kujiona, kujit, kuweza kujitathmini mm. kwamba na kujitutumua kusema kwamba naweza. Ndiyo. katiba inamruhusu E, ana kadi ya chama, hmm. yuko kwenye chama, hana makosa yoyote ya jinai ambayo yamemzuia kugombea wadhifa fulani wa, wa kisiasa katika hmm. kipindi cha miezi sita, kwa hiyo ana, ana uwezo kimsingi. Unavyotaja ni vigezo ambavyo vinamfanya mtu kuweza kusema kwamba ninaweza kugombea, lakini hilo ni moja la kikatiba na kidemokrasia. Lakini kwa wanaohoji, kwa mfano wanasema kwamba huyu mtu tabia yake sijui kama inaniridhisha mm -hmm. licha kwamba amepita vigezo vyote hivyo vya kikatiba, lakini ukitazama hulka zake na mambo kama hayo, ana haki ya kuhoji kwa kweli kama ataweza ata kutetea maslahi yake kitu kama hicho. mm -hmm. E, so, hiyo so, ni hoja pana Bruce sana kwa, kwa, kwa mtazamo gani ukiweka kwenye mizani inaweza ikachukuliwa kwa namna mbili. mm. Kwanza ndiyo nitakubaliana na wewe kwamba mpiga kura ana haki ya kuhoji juu ya tuseme nini maslahi binafsi dio, au mwenendo binafsi wa mgombea dio. ana ana haki hiyo kikatiba lakini, atahoji kwa njia ya mahakama au la, atahoji kwa njia ya mijadala ya kijamii ndiyo. Sasa hapo kuna, kuna, kuna mchakato mpana ndiyo. Ni kwamba ile hoja yake itachukuliwa kwa namna gani? Je, itakuwa ina shinikizo la kisiasa nyuma mm. Au ina shinikizo la kimaadili mbele, kweli kabisa. Hapo sasa ndio kuna, kuna mjadala mpana na bahati mbaya mara nyingi mm. Hoja kama hii si ya kwanza kutokea, iliwahi kutokea ndiyo. lakini vipi ina, inachukuliwa kwenye jamii inachukuliwa mjadala wake huo unachukuliwa, mara nyingi inapebwa kisiasa e. Lakini katika uchaguzi uliopita vijana wengi sana walijitokeza e, ama walijitosa kwenye ulingo wa kisiasa na uongozi, na kuna waliofaulu, kuna wengine hawakufaulu, hawakukata tamaa, walijinyanyua tena na wanajaribu tena katika kinyang'anyiro cha mwaka huu e. Ukitizama mazingira ya sasa ya kisiasa, unaweza kusema wana nafasi gani hasa ikizingatiwa kwamba kuna chama ambacho kimezuiwa, chama cha upinzani kikuu Chadema, mm -hmm. kushiriki. Nafasi a, zao zikoje? Nafasi ya kijana ni kubwa sana brose, nitakwambia mazingira ya kale mm -hmm. au chaguzi tuseme, mbili au tatu nyuma, zilizopita hazikuwa kama mazingira ya sasa. Kwanza, kukua kwa teknolojia Ndiyo. vijana wanajihakikishia kwamba kura yangu iko salama kwa kiwango gani, umenielewa? mm -hmm. lakini pili, um, ile vyama vyenyewe vinataka sura mpya, vinataka uongozi mpya. Kwa mfano ntasema nta, nta kwa chama tawala, ambapo tayari tumemsikia mwenyekiti wake ambaye ni re, Raisi Samia Suluhu Hassan alisema wazi kwamba sijatuma mtu kwenye jimbo la aina yoyote, nikitaka mtu nina nafasi zangu kumi. mm. kwa hiyo nitamchagua kwenye nafasi zangu kumi. Kwa hiyo pale ni ile kauli ya mwenyekiti au tuseme vigogo fulani kujivua kusema kwamba sisi wa kwetu ni huyu mm. Tunaombeni mtuletee huyu. Utakumbuka kwenye uchaguzi uliopita e, Rais Magufuli, ambaye mm. alikuwa mwenyekiti wa chama cha CCM alikuwa anasimama kabisa, anasema nataka fulani, nataka fulani mm. au watu wale wanaowania ndani ya vyama wenyewe walikuwa wanasema kabisa nimetumwa na mamlaka ni kama kupewa na sio kuchukua, ilikuwa hivyo eh. Kwa hiyo ule ushindani wa dhati ulikuwa ni mdogo sana, hmm, ndani ya ya vyama. Kwa hiyo hiyo pia iliwaogopesha wengine, wengine walikuwa ukaribu na wale vigogo pia iliwaogopesha wale ambao wanataka kuja. Ndiyo. Lakini kando na hilo, uzoefu, sura ya uzoefu ile wa kisiasa, watu wanaambiwa kwamba hauna uzoefu wa kutosha, vijana hawana uzoefu wa kutosha. Hilo halipo tena kwa sasa hivi ninavyoona mm. Kwa mtazamo wangu mimi, sasa hivi tunaona miongoni mwa hao vijana ambao umewataja hapa, kuna wengine mashuhuri, mastaa katika jamii, washawishi mitandao, watangazaji, waandishi wa, wa habari na mambo kama haya, wasanii, wanamuziki wamejitokeza katika kinyanganyiro hiki na mmoja waliochukua fomu ya kutia nia ni, ni Button eh, Mwemba almaarufu eh, Mwijaku. Huyu ni mshawishi wa mitandao na pia mtangazaji nchini Tanzania, na tulimtuma Imani Luvanga mwandishi wetu wa Dar es Salaam aseme naye kidogo kuhusu swala hili, na tutazame kwanza, nadhani video bado ina mm -hmm. Uh, Mujaku wewe ni moja kati ya watu ambao wamechukua fomu za na kugombea nafasi ya ubunge. Kitu gani kimekusukuma? Moja, nimeona huu ni wakati mahsusi kwangu, kwa sababu nimeona serikali tuliokuwa nayo mm -hmm. inaruhusu vijana wenye uwezo, wenye upeo, wakiweza kuzisaidia jamii zao wazisaidie mm -hmm. nimesaidia jamii yangu kwa kwa uwezo nilokuwa nao, kwa nafasi nilokuwa nao kama mtangazaji, lakini kama influencer, lakini sasa nimeona iko haja mimi kwenda kusaidia kwa ukubwa zaidi mm -hmm. na kitu nilichokiona ni kuona serikali imeweza kuruhusu vijana wenye mawazo mtambuka. Tumeona baadhi ya viongozi ambao walipewa nafasi ya kuwa wabunge wametumia ubunifu wao nimefikiria nikasema, yuko haja mimi kwenda Mvomero, sehemu ambayo asili ya mama yangu alipozaliwa, na mimi nikawainua vijana wenzangu kwa utashi, kwa nafasi nilikuwa mm. nao na mawazo nilikuwa nao tuweze kupiga hatua kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine. Mmoja kwa baadhi ya wakosoaji wanasema kwamba watu maarufu kama wewe, wasanii, waandishi wa habari ambao wamechukua fomu eh, sio kwamba wanania ya dhati ya kugombea ama ya kuongoza, lakini wanatumia fursa ya umaarufu wao kufanya hivyo. Mimi ukiniambia hivyo nitakatalia kila mm. mtu, labda kuwe na kijana ambaye fomu hajaipitia ilani ya CCM. mm -hmm. Ilani ya CCM imejibe imejikita kwenye digital platform imejigita kuleta mageuzi katika utendaji wa kazi kutoka kwenye analog kuingia kwenye digital. Ukinapozungumzia digital, tunazungumzia vijana ambao sisi watu maarufu ambao tunashinda kwenye digital mm. Tunajua serikali inataka kwenda wapi. Kijana yote, unaona anachukua fomu, maana yake ana nia njema na sema, anaona hapa kiatu changu kinanitosha kwenda kuwasaidia watu wangu. Mm. Kama mtu ameweza kuendesha harambee ya kuchangia zaidi ya billions of money pale mimi nimesimama, nyuma yangu ipo waziri mkuu, nimechangia zaidi ya mabillions of money kuichangia timu za taifa, kwa nini nisitumie umaarufu na nguvu nilokwenda kwenda kusaidia watu wa kule chini? mm. Kwao tujaji kwa matukio yetu, mimi nipe vet ni vote mimi kwa matukio yangu. Uh, hali ya kisiasa sasa nchini kwetu unaionaje, hasa kwa upande wa vijana, wanapewa ile nafasi kabisa ya kushika nafasi mbalimbali mbali za uongozi? Hali ya kisiasa ndio maana imenishawishi mimi kuingia kwenye siasa. Mimi huwa nilikuwa miongoni mwa wadau ambao nilikuwa sipendi siasa kwa sababu vijana tulikuwa tupei nafasi mm. lakini serikali ya awamu ya tano na sita ilivyoingia madarakani vijana wengi walipewa nafasi, na vijana wengi walivyopewa nafasi waliwa prove what wrong. Kwa ukiona chama au taasisi au serikali inawahusisha vijana kwenye maamuzi, maana yake dunia tunataka iende sehemu fulani. Hawa watu kama hawa kina Mwijaku, yani mastaa katika jamii, wanazusha maoni mseto, hasa kwenye mitandao ya kijamii. Unaweza kuona kabisa una, kuna wale wanaowaunga mkono lakini hisi kama ni sifa tu na wanatumia nafasi zao za umaarufu kujaribu kuji, kujipa eh, nafasi kama hizi za uongozi, lakini wana haki ya kuhoji, wana, wana haki ya kuhoji kwa sababu kama nilivyokuambia pale mara ya kwanza kwamba ikiwa mtu ana wasiwasi juu ya maadili ya mtu kuna njia ya namna ya ku, ya ku, ya ku, ya kuonesha wasiwasi wake kwa umma kwamba ikiwa alifanya moja mbili tatu nne tano vipi, ana, anawezaje kuliongoza kundi la watu labda pengine jimbo zima au kata nzima anawezaje. Lakini ndo nivyo narudi narudi pale pale kwamba kwa bahati kwa mbaya mara nyingi sio Biyo, hoja ya mara ya kwanza hii Biyo, watu kuhoji juu ya maadili ya mto pengine, lakini kwa mara nyingi inabebwa kisiasa inamezwa kisiasa lakini, na kwa uchache sana, sijawahi kusikia kwamba hoja hii kwa sababu moja mbili tatu nne tano mtu kaenda mahakamani kuhoji. <laughs> <laughs> inabaki kwenye mitandao ya kijamii <laughs> eh, kwa hiyo inaishia hapo mm. Na ikiwa huyu mtu atapita, lakini, lakini maamuzi yake katika kwenye debe uh, pengine inaweza yeah, mm -hmm. Lakini pengine inaweza isiathiri chochote. Mtu kama Mwijako amesema kwamba amehisi kabisa na msukumo na nia ya kuwawakilisha watu wa eneo lake la Mveru amesema, mm -hmm. E, lakini ni jamaa ambaye anaishi mjini sana, sio amesema anakotokia mama kabisa alikozaliwa. E, kweli <laughs> watu wengine, watu wao wanasema kwamba haujui kabisa tunachopitia hapa e, katika eneo letu vijijini huku e, unapoishi kwa mfano mijini, na lazima uende utangamane na watu utizame, ushughulike katika shughuli za kijamii kule. hiyo, hiyo ndio changamoto iliyokuwa inasom inasemwa na wasomi wengi nchini Tanzania kwamba mm. eh, kuna haja ya mabadiliko kidogo hapa. wana, wanasema kwamba ni, ni vizuri mtu anayeomba ubunge awe ni mkazi wa lile eneo mm -hmm. awe anajua changamoto za lile eneo awe ameziishi zile changamoto, kwa hiyo itakuwa ni vizuri na itakuwa ni rahisi kwake kuweza kuzisemea bungeni na kuzitafutia changamoto, pengine kuzitafutia changamoto kwa njia ya kisheria, kwa njia ya mawazo, lakini kwa njia ya urafiki Leo. na wale walioko kwenye, kwenye mamlaka. Kwa hiyo hapo, hiyo ni changamoto kubwa kwamba wewe unakaa huku l ntakutolea mfano, kuna maeneo mengine ni vigumu kuhamisha mgonjwa Lio. kutoka upande mmoja wa ziwa kule ziwa Victoria, ambako mimi napafahamu na, na zaidi ni ngumu. Kuna changamoto ambayo imekaa na imegharimu maisha ya watu wengi zaidi wa mama watoto na watu wazima Lio. ajali zinapotokea, imekuwa ni changamoto kutoka upande mmoja wa ziwa, mfano Ukerewe, kuja upande wa Mwanza mjini mm. ambako unapata hospitali kubwa kama vile Bugando na Sekou Toure, ni ngumu sana. Ni changamoto. Sasa hivi naona ndo kuna boti hiyo inapelekwa, lakini ikiwa mwakilishi wa wananchi katika lile eneo pengine la Ukerewe anakaa Dar es Salaam, atajua kinachoendelea kule sasa... au mpaka maafa yatokee eh. Ndo apande ndege aende, lakini sasa si umesema ni utandawazi sasa hivi, na ndio maana kwa. nakwambia kwamba hmm hiyo ni hoja ambayo ime, imeibuliwa na wachambuzi mm, na wasomi wengi nchini Tanzania kwamba ni vema mbunge au anaishi katika lile eneo, na hata serikali inapendekeza hivyo, inapendekeza sio nani, <laughs> kwamba ndio maana kuna ofisi ya mbunge katika eneo lile, inamaanisha wanakutaka uwe na makazi ya kudumu katika eneo lile, eh. Hii ni DW Kurunzi Live, tuko live kwenye Facebook na YouTube, haujachelewa <laughs> tunaendelea bado na kipindi chetu na tutasikia maoni yako baadaye uliotuandikia kwenye kurasa zetu za mitandao ya kijamii, lakini tuelekee Arusha hawa mm -hmm. E, mwandishi wetu Veronica Natalis alizungumza na baadhi ya vijana e, wenye mipango ya kugombea katika nafasi mbalimbali mbali, e, na kusikia maoni yao. Hebu kwanza tutizame, alafu tuendelee Mambo vipi mtazamaji, hapa ni ngara mtoni, Arusha, Tanzania. Mimi ni Veronica Natalis na leo tunazungumza na baadhi ya vijana kutokea katika eneo hili e, kuwauliza maoni yao kuhusiana na vijana ambao wanatiania kugombea ubunge e, na udiwani katika maeneo mbalimbali, kama tunavyojua kwamba taifa hili la Afrika Mashariki lipo katika mchakato wa uchaguzi na sasa vyama vya siasa vimefungua madirisha ya watu wanaotaka kugombea kutiania zao za kugombea, na ninawauliza vijana kwamba kwa nini wanagombea na wanaaminika vipi? Karibu katika Kurunzi Live, mimi ni Veronica Natalis. Cha kwanza ni ndoto, nimekuwa na hii ndoto Uh, ni takribani zaidi ya um, miaka ishirini sasa hivi kwamba ipo siku moja nitakuja kuwatumikia wananchi wa, wa Mwanga, na nimeanza kujijenga ndani ya jimbo la Mwanga kuanzia mwaka elfu mbili na kumi na moja mwishoni na mpaka sasa hivi nimekuwa nikiendelea kujijenga ndani ya, ndani ya jimbo la Mwanga nikiwa nimepitia nafasi mbalimbali za kiuongozi kwa sababu hata maandiko kwa sisi wa, kwa sisi wa Kristo uh, tunaamini kwamba maandiko yanasema kwamba nawaandikia ninyi vijana kwa sababu mnayo nguvu na mmemshinda mwovu ibilisi. Nilitia ni elfu mbili na ishirini sikushinda kwenye kura za maoni, na sasa tena nagombea jimbo hili hili la Arusha mjini kuweza kuwawakilisha na kuwa sehemu ya sauti ya vijana wengi. Nagombea mimi kama kijana kwa sababu tumekuwa na wawakilishi wengi bungeni ambao sio vijana na wanashindwa kuwasemea yale matatizo ya vijana haswa. Kuna matatizo ya upungufu wa ajira, kuna matatizo ya kielimu, kuna matatizo ya kiafya, yaani vijana wanakumbana changamoto nyingi za maisha. Lakini kuna baadhi ya maoni kutoka kwa wachambuzi wa masuala ya kisiasa na wanaharakati, hasa wakikosoa mwenendo mzima wa siasa za vijana, baadhi yao wakisema kwamba hawana nia ya dhati ya kulikomboa taifa la Tanzania. Nimewauliza wagombea hawa wana maoni gani kuhusiana na mtazamo huo kutoka kwa wanaharakati, lakini vilevile vile, eh, wachambuzi mbalimbali wa masuala ya kisiasa mwanzoni, ni kweli vijana walikuwa waaminiki, lakini sasa hivi watu wamejua nguvu iliyoko ndani ya vijana, na kwamba vijana ni watu ambao wana uwezo wa kukimbizana na, na maendeleo ili kuweza kuinufaisha jamii kwa ujumla. Sijajua wamefanyaje research zao, sijui mpaka kusema hawaaminiki, lakini sidhani kama vijana walishawahi kupewa fursa hizo wakashindwa kuaminika. Mtu mmoja anapokuwa haaminiki isiwe kuwa ni matatizo ya kiujumla, lakini tunapoongelea masuala ya vijana au changamoto za vijana, nchi hizi zinajulikana na zinaonekana. Nawashauri vijana wajitokeze kuchukua fomu, hakuna mtu yeyote atakayetoka na, mtazamaji, na hayo ndo baadhi ya maoni ya vijana kutokea katika jiji hili la Arusha kaskazini mwa Tanzania kuhusiana na mchakato mzima wa uchaguzi mkuu. Kama tunavyojua kwamba Tanzania inaelekea katika uchaguzi mkuu mwaka 2025 na sasa madirisha ya kutia nia za ya za ubunge na udiwani na na na na yanafunguliwa na watu wanachukua fomu fomu kugombea kugombea. Tumeona pia hata baadhi ya vijana kutoka katika katika makundi mbalimbali wakichukua fomu na kugombea. Umesikia mengi, na mjadala huu wa Kurunzi Live ninarudisha katika studio zetu za DW Bonn Ujerumani na aw Natalis, hajatia nia bado, sijui hajatuambia kama atajitosa katika kinyang'anyiro yeah hicho lakini, uh, hao, umesikia baadhi ya wanaotarajia wat, kutia nia ya kugombea, wanajitetea wanasema kwamba si, si kwamba kijana mmoja wawili wasipofaulu wanaowakilisha kundi zima la vijana eh, katika uongozi. Lakini ni hoja msingi kwamba huwa wanasema kabla ya kusoma maoni ya mfuatiliaji wetu, kwamba vijana ndio viongozi wa kesho, lakini sasa hivi vijana wanasema sasa kesho yenyewe haifiki mm. Itakuwa ni sasa hivi mm -hmm. A, mi, mi nataka niseme ni kwa mtazamo wangu mimi, kwa vile nazungumza na vijana sana mm -hmm. Vijana wanayo nafasi na wanao uwezo na wanayo mantiki ya kuwa katika serikali katika kii kwa sababu kadri serikali inavyotafuta changamoto inavyotatua changamoto, inatatua changamoto za vijana, si za watu ambao wako nyumbani, kama ni watu wazima, na vijana wana, wana changamoto. Kwa hiyo vijana wanajua suluhisho za changamoto zao wao wenyewe. hmm. Na ndio maana kwa sasa ukiangalia serikali nyingi inatoa nafasi kwa vijana wengi na, na, na, na, nafasi ina, kuvijana... wapis... za kisiasa namaanisha vyama vya kisiasa vinafungua milango ndiyo. Kijana oh, mwenye fursa ah, ah, aje si kwa Tanzania tu maeneo mbalimbali -mbali. Aje kwa sababu wanaamini viongozi wa vyama vya kisiasa wanaamini kwamba vijana wana suluhisho wao wenyewe mm -hmm. ya matatizo yao wenyewe wanayowakabili, kwa hiyo kijana wa leo hana kikwazo tena cha kimaana nazungumza kikwazo cha kimaana kwa maana kwamba asiofie wajumbe watamkata, kwa sababu teknolojia itamsaidia. Yani vijana wenzake wataungana naye kabisa na, namaanisha kwamba teknolojia inaweza ikamsaidia ikiwa kuna zengo yoyote ile. Aha. Anaweza kutumia teknolojia katika kuonyesha mchakato haukuwa sahihi. Aha. kapendelewa mtu fulani. Ndiyo. Lakini pili vyama tayari vimeshaweka wazi kwamba ita, vinahitaji sura mpya, si kana kwamba wazee hawahitajiki. Wazee wana uzoefu, wazee wana wanahitaji wazee wana, wana, wana katika masuala ya ushauri, ushauri ndio, ya, lakini wa, wanataka kuonesha E, kipi kilichofanyika kale na sasa tukichanganya pamoja tunaweza tukapata kitu kikubwa. Mm-hmm. Kwa hiyo vijana wana kila namna ya kuingia katika mfumo wa kuongoza serikali na kuweza ku, ku, kutatua changamoto zao. Lakini pili e, kikubwa ambacho mimi naweza nikasisitiza nika ni kwamba wa, wasiangalie changamoto ambazo zile zilikuwa za kijadi kwamba fulani ni mtu mzima, fulani ni mwachie, fulani ni mwachie. Tumesikia hapo kijana anasema kwamba hivi ni muhimu sana sisi vijana wenyewe tujitokeze. Lakini nikirudia kwenye swali lako kwamba hivi vijana hawa ni, ni, ni, ni, ni, tunataka sasa, si kesho, si kesho sasa, eh, sasa, sasa, ntakupa mfano eh rais wa awamu ya nne Jakaya Kikwete aliingia kwenye, alijitosa kwenye siasa akiwa mdogo sana Ndiyo. sana Ali, al, miaka, mm. katika miaka yake ya thelathini tayari alikuwa ameingia kwenye baraza la mawaziri miaka elfu moja mia tisa themanini mm. Sasa wakati, uwe, huo, na wakati na sasa... huo ambako teknolojia kuwa hana <laughs> alichokifanya alijenga mm. ushawishi ndani ya chama chake kwa hiyo alitumikia chama chake kwa uaminifu alitumwa na katika kutumikia kuna kudhalilishwa kuna kwa sababu anajenga alipitia kutokuaminiwa mm -hmm. alipitiwa haya yote lakini alijenga jina na akajenga ushawishi na kuna hadithi huko nyuma zinasema kwamba pengine angekuwa rais mapema zaidi Ndiyo. kuliko pale alivyokuwa lakini mm -hmm. tunaamini tuna, tuna kwamba ali ule wakati kabla ya kuwa Ten, alitumia kujijenga yeye mwenyewe zaidi Li. Na ndani ya chama chake kujenga ushawishi zaidi. Kwa hiyo kijana asiogope hata kama akikatwa katika awamu hii mm -hmm. atumie huu nafasi ya miaka mitano mingine waidi kujijenga zaidi mm. E, tusome maoni, muda unayo kweli. Hapa tuangalie kurasa wetu wa Facebook na Instagram, wache nianze na Facebook. Dafi Nyandekwa anasema yuko stendi kuu ni suna Singida, mwamko kwa vijana safari hii umeshika kasi. anasema takriban asilimia sitini vijana wana uhakika, tutegemee sura mpya serikalini msimu ujao, ni maoni yake mm -hmm. Hayo Dennis Meo anasema kwa sasa, kwa sasa hivi Tanzania ubungi umekuwa fursa kwa ajili ya wapigaji dili. Ndio maana baadhi ya watu wameamua kuacha kazi zao ili wakawe wabunge. Mpaka hapo bunge ni sehemu tu ya watu kuwa machawa na kujipatia kipato na sio muhimili tena uliokuwa tayari kuisimamia serikali eh. Eh, kuna ujumbe wa ziara Kachali anasema kwanza sio mwamko wa vijana kuwania nafasi ila ubunge kwa sasa, anasema inaonekana ni kama kitu cha kawaida kwa yoyote yule na kimeshuka hadhi yake kulinganisha na mabunge yaliyotangulia. Pili anasema ukiona watu eh, wanapata mwamko mkubwa wa kuchukua fomu kwa nia ubunge, ujue mbunge aliyemaliza uongozi wake hakuwa ama hakuna alichofanya. Kwa hiyo watu wanalenga kwenda kutafuta mapinduzi mapya jimboni hapo. Mapinduzi yanatumika kwa njia ya demokrasia. <laughs> Ndio, lakini kuna ujumbe mmoja hapa niliona ambao E, anaitwaje, ni nitafute hapa e, kwenye ukurasa wetu wa Facebook Selvas Kihanga anasema yuko Morogoro, lakini anasema kwamba wengi wao ni tamaa ya madaraka na kuchumia matumbo, maanake kila mtu anachukua fomu, lakini ukiangalia sifa za uongozi hawana kabisa. Na umetaja kabisa haya mambo ya sifa, wengine pengine wanao kikatiba, wanazo kikatiba lakini sifa zile za binafsi ukimwona unasema kweli. Sasa changamoto ni kwamba wakati mwingine mtu anaonekana anaweza kuwa na sifa nzuri kwelikweli, kweli hawa wanasema huyu atatukomboa atatuvukisha ng'ambo ile nyingine, lakini anapoingia pale kuna kakirusi fulani sijui ana anaondoa ubongo wake anaweka pembeni, anapewa ubongo sijui ni wa chama, hmm, na anapoteza kabisa mwelekeo na dira aliyokuwa nayo wakati anafanya kampeni sijui inakuwaje hivi. Kwanza, nataka nikuambie kwamba, kwa mimi, ninavyofahamu nime na viongozi wa bunge wachache katika kupiga stori tu za na kijiwini <laughs> <restaurant. laughs> <laughs> <laughs> <laughs> za kwenye <laughs> kahawa <laughs> <laughs> <laughs> wanakwambia kwamba pale, mnaongozwa na chama, mnaongozwa na chama, chama kinataka nini wakati huo kwenye mjadala husika, lakini pia kuna kuna, kuna... Ni, ni, ni sawa, lakini umechaguliwa, subiri umechaguliwa, nikupe na wananchi nikupe wako uwakilishe, utetee yanayoendelea na changamoto zao, sio sasa chama mkondo. um, tofauti inakuwa changamoto. Kuna kuna, kuna, kuna kuna kitu kimoja, kuna wakati wa kukitetea maslahi ya chama yapite, ndio alafu kuna wakati wanakuambia hivyo, sio wanakuambia, <laughs> kuna maslahi ya jimboni kwako, ndio, maslahi ya jimboni kwako. Sasa inategemea sasa, una uhusiano gani wewe na aliyejo <laughs> kwa hiyo kuna wakati mwingine ndio na no, njom... hilo liko wazi kabisa, kwamba kuna wakati unamsikia mbunge anachangia au yuko mbele ya wananchi wake jimboni, anasema nitazungumza na rafiki yangu fulani, ndio kwa maana ya ushawishi aweze kusukuma sukuma mambo yawe sawa. Mimi, wewe na Bruce, wewe ni waziri wa miundombinu na barabara zangu tatu sawa, zimekatika, e, lakini bajeti haitoshi e, haifiki kule, kwa hivyo lazima ushawishi kwamba bajeti ifike kule, na wewe mimi, si rafiki yangu <laughs> kitu ambacho sidhani kama ni, ni inapaswa kuwa hivyo kwa kweli, hakipasi sababu... kuwa hivyo lakini ukiangalia mnyororo wa, wa, wa uhalisia mm, wakati mwingine mambo mengine yanawekwa kando, anaangalia utu na utu ya yeah, mm, e, sasa katika hilo e, kwamba wengine wanafata, wanafata maslahi wengine yote yamo, yote yamo, kwa sababu u, nia ya mtu ya ndani huwezi kuijua. Mtu anakwambia kwamba anahitaji kutumikia wananchi mm. Lakini una uhakika, unahitaji kutumikia wananchi mm. Au unahitaji kunufaika na ule wadhifa, matunda ya ule wadhifa, kwamba utapata paspoti ya hadhi yake, utapata E, utapishwa barabarani mm. utapata gari kubwa litatiwa mafuta <laughs> utapewa kila kitu. Ndio hoja ambazo wanatoa wengine wakikosoa, kwamba hawa wanafuata hivyo vitu. Kabla ya kumaliza, Amina Mlacha anasema yuko Dar es Salaam. Dar es Salaam ameandika Tanzania. Anasema kiuhalisia mwamko wa vijana ni mkubwa, changamoto kubwa inayowasumbua ni woga. Anasema kwamba wana hofu kutoka kwa wazee wao waliotangulia. e, kiongozi, nadhani ni muda sasa wazee kupumzika na kuwapa nafasi vijana hawawezi kupumzika moja kwa moja, hata kama tulivyosema, eh, tulivyosema tunawahitaji tunawahitaji, kwa sababu e, kile kizazi hakitakiwi kuondoka katika wakati mmoja mm. kinahitajika kiwepo kidogo, kiwepo kidogo kwa ajili ya kukisuka hichi kizazi ndio namna gani ya kuendea mambo. Kuna changamoto zinaweza zikatokea. Ukichanganya mbinu za mm. kale mm. na za sasa, unaweza ukapata kitu kikubwa zaidi mm. mm. basi, kufikia hapo nadhani hawa tukamilishe kipindi chetu cha leo ni mjadala wa moto kwelikweli, na unaendelea sasa hivi. Zoezi la kuchukua fomu bado linaendelea, vyama mbalimbali. Tutaona wengine, kuna watu maarufu mpaka tunashangaa eh, inakuwaje? Lakini ndio hivyo, wana haki yao ya kidemokrasia na ya kijamii na kikatiba kushiriki nafasi hizi na kuongoza. E, unaweza kutufuatilia kwenye mitandao yetu kijamii, unayo una, una, anwani yako Amani Bruce, e, na pia kwenye DW Kiswahili kwenye Facebook na Instagram, lakini mm -hmm. pia tuko kwenye TikTok na YouTube. E, tuendelee kushirikiana na kuwa pamoja hadi wakati mwingine. Kwaheri, kwaheri.